Waheshimiwa wabunge, asante. Chalamila amesikia mwezi wa nane. Kwa hiyo waheshimiwa wa bunge, wa wa bunge mnashangilia kuendelea kuitwa waheshimiwa wabunge, nimalizie. Ni nimalizie kwa kusema Mungu libariki bunge letu la Tanzania.